Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Karibuni. Hapo zamani za kale paliondokea mwalimu so, yule mwalimu alienda kufunza shule, lakini ilikuwa ni mara yake ya kwanza, yaani alikuwa mpya kwa ile shule sa, so, kaenda venye kufika akasema tu, mimi nataka ni niwachangamshe hawa wanafunzi maana walikuwa wamekaa wameboeka boeka. Akaanza kuuliza maswali, kaanza tu kuuliza maswali randomly, lakini ilo, akauliza swali moja, akamchagua yani, akachagua mtoto wewe, nijibu ile swali. Watu wakaanza kucheka pale darasani, akashanga, eh, kwani nimekosea wapi au nimechagua mtoto yani? Akachanganyikiwa yeye mwenyewe pia, kama swali mingi yako akilini mwake E, akapuzia. Lakini baadaye baada lile somo lake kuisha, akamuliza mtoto mmoja, kwani shida ilikuwa ni gani? Akamwambia mwalimu, yule mtoto mwenye umemuuliza swali, yeye anakuanga na zero kabisa, yani hana kitu kwenye akilini mwake. Swali lolote utakalomuuliza hawezi kukujibu, ndo maana tulikuwa tuacheka kwa sababu tajua hajui. Pia lile swali lenye umemuuliza hajui kujibu. Yule mwalimu akasema sawa, lakini baada ya baada ya muda, yani kafika muda wa breaki, akamwita yule mwanafunzi, akamwita ofisini mwake. Alipomwita akamwambia hmm, mimi nilivyoingia pale darasani sijaona mwanafunzi mzuri kama wewe, yaani wewe ndio una hekima, umetulia darasani, una heshima nzuri. Sasa lakini nitaka nikupe kazi akamwandikia mashairi kama mawili hivi, akamwandikia yale ale mashairi, akamwambia haya mashairi nataka uende ukayahifadhi usiku mzima, yani uyahifadhi, ukija kesho iwe umeakariri, nitakuliza maswali darasani. Haya, yule mwanafunzi akachukua mashairi yake akaenda nayo nyumbani. Kufika nyumbani, mwenyewe akafanya venye ameagizwa na mwalimu. Kesho yake ilivyofika, mwalimu akaingia darasani. Alivyoingia darasani, akaandika yale yale mashairi alompa yule mwanafunzi, akayandika ubaoni alivyoyaandika akafunza wanafunzi vizuri, akawaelezea umuhimu wa mashairi, akawafunza thimu yake. Alafu baadaye akafuta lile shairi, akasema haya, venye mimi nimelifuta hili shairi, kati yenu nani anaweza lisoma hili shairi kwa kichwa? Watu wakashangaa, huyu mwalimu si ameliandika tu sasa hivi na shalifuta sasa tutakariri vipi shairi? Dakika kumi ama kumi na tano, lazima tuwe na muda mrefu lakini ule mwanafunzi wenye alikuwa akimdharau akanyosha mkono, mwalimu akamchagua ehe, tusome. Akasoma lile shairi vile vile nzuri, alikuwa mashairi mawili, akasoma ya kwanza, akasoma shairi la pili, akamaliza. Watu akaambia, haya. Yule mwalimu akasema mpigeni makofi, akapigiwa makofi, akapewa na zawadi. Akasema venye yeye peke yake ndo amejibu, ngoja nimpe zawadi kapewa zawadi, watu wakamfurahia. Nataka makoea ukayarudie kesho darasani. haya, haya maswali uyajibu. Yule akafanya hivo hivo. Akafanya maswali kifika darasani, mwalimu akaauliza akajibu, akapata Aya, ikawa ndo tabia yake ya poka. Yule mwanafunzi akazoea, yaani ikawa sasa ashajua namna ya kusoma, alikuwa anajisomea. Akasema, yaani kumbe mi muda wote huo darasani alikuwa anaona mi sina akili, mi ni zero, mi ni zuzu, kumbe nikifanya bidii naweza kuwa mwanafunzi mzuri basi na ndio bidii yake ikabadilika. Kwanza na hiyo siku ikawa mwalimu hampi tena maswali, mwenyewe ikifika nyumbani anarudiarudia. Kumbe ilikuwa kabla ya hapo, yani venye wanafunzi walikuwa wamemdharau, washamuadresi kama zuzu, naye pia akili yake imejisema kwamba mimi siwezi kusoma, hata nikipitia pitia mimi bado nitakuwa zuzu, si shiki. Sasa nitafanyaje? Si heri nilale. Sasa yule mwalimu venye alikuja tu, yale ndio alimbadilisha mawazo yake ikawa amekuwa mwanafunzi mzuri hard working, anapita vizuri darasani. Sa yule, mwale, yule mwanafunzi baada ya siku kupita akawa profesa mkubwa. Sa ikawa kuna siku anataipu kitu kwa gazeti, mpaka kamtaipile mwalimu wake, alikuwa akieleza ile stori ya mwalimu wake venye alikuwa akimfanya, hakumdharau yeye, ndo alimbadilisha mawazo yake mpaka akawa profesa mkubwa sahivi, alimshukuru sana mwalimu wake na hadithi yangu ikafanyaje? Ikaishia hapo. Sasa hadithi yangu inatufunza nini? Inatufunza tusiwadharau wale wenye uwezo wao uko chini yetu, labda kimafikra, kipesa. Uwezi jua labda wana kipaji gani, au labda uwezi jua venye ukimdharau ndo na yeye pia anajiona duni, kama yule mwanafunzi. Yalikuwa jua wale wanafunzi wezake, kila mtu amwambia we ni zuzu, we huji kusoma naye pia akajiona hivyo hivyo, kwamba yeye ni zuzu. Mimi ni zuzu, mimi sijui kusoma, yani mimi hata nikisoma sishiki, haina haja ya mimi kusoma basi. Lakini ule mwalimu alivyokuja akambadilisha mawazo, akamwambia wewe ni mwanafunzi mzuri, una hekima, una tabia nzuri, na pia masomoni utakuwa mzuri, akamfanyisha bidii na akapita na sasa hivi ni profesa mkubwa. Kwa hivyo tusiwadharau wanafunzi wenzetu, wale wenye akili yao kidogo, haiko kama yetu, haishiki haraka bali tuwafanya nini? Tuwa encourage tuwa mpenyi, mwaweza fanya tu bidii, ongeza bidii kidogo, labda utafikia level yetu. Na hadithi yangu ikaisha hapo. Maasalam.